Kutoka mkoani Geita tunaambiwa kwamba mke amemuua mume wake kisha kumzika ndani ya nyumba yao. Jeshi la polisi mkoa wa Geita linamshikilia Martha Jafet mwenye umri wa miaka arobaini na nne Mnyamwezi, mkulima na mkazi wa kitongoji cha Mzalendo, kijiji cha Mawe Meru, kata ya Nyarugusu, wilaya ya Geita, kwa tuhuma za mauaji ya mume wake aitwaye Shaban Pasco mwenye umri wa miaka hamsini na tano kabila Muha, mkulima na mchimbaji wa madini. Tukio la mauaji limebainika Oktoba 16 mwaka 2025 majira ya saa saba kamili mchana katika kitongoji cha Mzalendo, baada ya taarifa kufikishwa kituo cha polisi majira ya saa moja kamili asubuhi siku hiyo hiyo ikieleza kuwa Shabani Pasco hajaonekana nyumbani kwake tangu Oktoba 11 mwaka 2025 majira ya saa tatu kamili usiku. Kufuatia taarifa hiyo, jeshi la polisi lilianza uchunguzi mara moja na kufanikisha kumkamata mtuhumiwa Martha Jafet na kumhoji kwa mujibu wa sheria. Katika mahojiano hayo, mtuhumiwa amekiri kuhusika katika tukio hilo na kueleza kuwa alimshambulia mume wake kwa kutumia kitu chenye ncha kali sehemu ya kichwani. Baada ya kugundua kuwa amefariki, alichimba shimo ndani ya chumba walichokuwa wanalala akamzika akajaza kifusi cha udongo kisha kuweka magunia ya mihogo udaga juu yake ili kuficha ushahidi. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio ni mgogoro wa kifamilia. Uchunguzi wa tukio hili unaendelea na mara baada ya kukamilika, mtumio atafikishwa mahakamani. Jeshi la polisi linawataka wananchi kuepuka kujichukulia sheria mikononi na kuwataka kutoa taarifa mapema kuhusu viashiria vya vya migogoro au ukatili, ili hatua stahiki zichukuliwe Wakati aidha, jeshi la polisi litaendelea kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya wote watakaobainika kujihusisha na vitendo vya kihalifu. Imetolewa na SACP Safia Jongo, kamanda wa polisi mkoa wa Geita <mulia>